Kwa nini ninaishi duniani? Ninapaswa kuishi kwa ajili ya nini? Je, maisha yangu yanafikia mwisho yanapoisha katika dunia hii, au kuna ulimwengu mwingine ambao upo? Watu wengi wanadadisi sana kuhusu maswali kama hayo. Ijapokuwa Mungu ameshatoa majibu kwa maswali yetu yote kupitia Biblia, wanadamu hawawezi kukutana na ulimwengu wa milele kwa sababu wanashindwa kulipokea neno la Mungu leo pamoja nanyi ningependa kuchunguza maneno ya Mungu kuhusu jinsi Mungu alivyorudisha mti wa uzima ambao ulikuwa umepotea katika bustani ya Edeni. Tuangalie kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na moja. Lakini wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo haya yote; fuata haki, utaua, imani, upendo, saburi na upole. Tunapaswa kufanya nini? Pigana vile vita vizuri vya imani. Tutashika nini kama matokeo ya vita? Mungu anataka tunufaike nini kwa kupigana dhidi ya nguvu za kiroho za uovu, kila aina ya majaribu, mawazo mabaya, tabia mbaya mioyoni mwetu na hata kupigana mwenyewe. Anataka tufuatilie uzima wa milele. Tufungue Mathayo sura ya kumi na tatu. Tuone mstari wa thelathini na nne. Yesu alinena mambo haya yote kwa makutano kwa mifano, wala hakuambia lolote pasipo mfano. Hii ilikuwa ili kutimiza lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii aliposema, nitafungua kinywa changu niseme nao kwa mifano, nitahubiri. Atasema nini? Mungu amefunua kwamba lengo kuu la imani yetu ni uzima wa milele. Mambo haya yote yamefichwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Basi leo tunapaswa kuanza wapi kutafuta siri ya uzima wa milele au kwa maneno mengine, ukweli kuhusu mti wa uzima. Kwa kuwa imefichwa tangu uumbaji, je, hatupaswi kuichunguza historia ya uumbaji? Miongoni mwa vitabu sitini na sita vya Biblia, hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo ambacho kina historia ya uumbaji na tuone mambo yaliyofichwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, ili tupokee baraka ya uzima wa milele Mungu aliwaahidi kutujalia. Katika Mwanzo sura ya mbili, Mungu aliumba bustani ya Edeni kwa ajili ya wanadamu na humo akatoa tunda la thamani kutoka kwenye mti wa uzima ambalo linaendeleza uhai wa binadamu. Tuangalie sura ya pili mstari wa nane. Mwanzo sura ya pili mstari wa nane. Katika sura ya pili mstari wa nane imeandikwa, basi Bwana Mungu alikuwa ameotesha bustani upande wa mashariki katika Edeni, huko akamweka huyo mtu aliyemuumba. Bwana Mungu akafanya aina zote za miti ziote kutoka ardhini, miti yenye kupendeza macho na mizuri kwa chakula. Katikati ya bustani ulikuwepo mti wa uzima, na kulikuwa na nini tena? Mti wa kujua mema na mabaya. Kulikuwa na mti wa uzima ambao unatuhakikishia na kutujalia uzima wa milele, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliwekwa humo pia. Tuendelee kusoma mstari wa kumi na sita. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia, "Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile." Lazima tusile kutoka kwenye nini? Matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Miongoni mwa miti mingi sana iliyoumbwa, hebu tujue mapenzi ya Mungu yaliyofichwa kupitia mti wa uzima na mti wa kujua mema na mabaya. Mungu alisema, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Walakini tukiangalia Mwanzo sura ya tatu, nini kilitukia? Adamu na Eva walipojaribiwa na nyoka, waliishia kula kutoka humo. Tuangalie sura ya tatu mstari wa nne. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapoyala macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye, naye akala. Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi, hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Kwa namna hii hatimaye Adamu na Eva waliufikia mti wa kujua mema na mabaya na kuishia kuvunja sheria kali ya Mungu. Hivyo dhambi na mauti vikaletwa juu ya wanadamu wote. Wanadamu wote wamenaswa chini ya aina hii ya kifo. Basi je, kwa kweli hakuna njia yoyote kwao kuishi milele? Kuna msemo palipo na tatizo kuna utatuzi. Ingawa walikula kutoka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu alifungua njia ya uzima. Sehemu muhimu imefichwa katika Mwanzo sura ya tatu mstari wa 22. Tuone mstari wa 22. Kisha Bwana Mungu akasema sasa, mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, shati asiruhusiwe kunyoosha mkono wake na kuchuma pia kutoka mti wa uzima akala. Naye matokeo yatakuwa nini? Jambo muhimu hapa ni kwamba unapoliwa, sifa ya mti wa kujua mema na mabaya ni mauti, na unapoliwa sifa ya mti wa uzima ni uzima wa milele. Miti hii miwili ina sifa tofauti; ingawa moja unaweza kuonekana kama sumu, mwingine unatoa uzima wa milele ikiwa unaliwa. Kwa kuchunguza sifa zao katika Mwanzo sura ya tatu, tunaweza kufunua ukweli katika neno la Mungu.